Asante kuichagua Sauti Kuu TV Online kuwa kituo chako bora cha habari asubuhi ya leo. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutokea jijini Dar es Salaam Tanzania. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG, kawe lililopo kawe ukwamani, nyuma kidogo tio ukumbi wa CCM pamoja na kituo cha mafuta cha Puma wakiendelea kukualika na kukukaribisha katika e, ibada zao mbalimbali kila Jumapili wana ibada mbili. Ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu. Ya pili inaanza saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana. Ndani ya masaa hayo machache ibada zote mbili hizo zinakuwa tayari zimekusha kutamatika kutokea kanisani hapo, kanisa lililopo e, chini ya mbeba maono mchungaji mwalimu Elingarami Samuel Munisi. Watu wote mnakaribishwa, wanakumbuka kuwa matangazo hayo ya ibada hizo nyakati hizo e, zinaruka ruka mubashara kupitia Sauti Kuu TV online, lakini vilevile vile kupitia Rev Alingarami Munisi online TV. Kumbuka pia Jumatano wana ibada ya mafundisho ya Biblia, maombi, maombezi na hata ushauri endapo utahitaji. Ni Jumatano saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni. Karibu katika magazetini leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D Simbaya. Kukamilisha matangazo haya upande wa mitambo kumradhi, kukamilisha matangazo haya upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Nakumbuka kuwa magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu. Dakika thelathini tu za kuangazia yapi yalijiri, yapi yanajiri, yapi yanatarajiwa kujiri, na yamepata nafasi ya kuandikwa na waandishi mbalimbali katika nakala za magazeti tofauti za siku husika na yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa hayo yafaa kwa umma. Kazi yangu ni kukuangazia hayo tu kwa uchache, na kisha nikupe nafasi ya kuweza kujipatia nakala upate habari kwa kina. Ama kidijitali zaidi, utembelee kurasa za mitandao ya kijamii, ambako huko pia habari hizi za magazetini leo huandikwa. Tuanzia sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa habari za kitaifa na kimataifa nikilipa kipaumbele gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Habari kubwa nasema kufunga mkanda, matumizi ya anasa ya futwa marufuku. E, kalenda, diary pamoja na sherehe na zawadi, fedha zaelekezwa kwenye miradi iliyokwama, halmashauri zikionywa. E, matumizi ya anasa ya futwa marufuku, kalenda, diary sherehe na zawadi, fedha zaelekezwa kwenye miradi iliyokwama, halmashauri za onywa. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa pili wa gazeti e, Nipashe, na hapa habari picha inamwonyesha waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Korti yatoa hati msama e, korti mwenzake wakamatwe CHADEMA kulia mshadude zuio la isha. Habari imeelezwa hapo msako wa daiwa sugu wa kodi ya ardhi wa anza msako wa daiwa sugu wa kodi ya ardhi wa anza. Marekani kujiondoa rasmi WHO, dunia ya kumbwa na hofu moshi mweupe. Bima afya kwa wote kaya maskini laki mbili sabini na sita elfu za ula gazeti Nipashe linaandika haya yote kwa kina mtazamaji wa achilie mbali gazeti ni Nipashe, mwanga wa jamii. Tuangazie sasa gazeti habari leo kwa pamoja, kwiji la habari Tanzania. habari ilokuelezwa wini unasema bima ya afya kwa wote kuanza Jumatatu. Eh, wanufaika wa kwanza ni watakaogharamiwa na serikali, wakuu wa mikoa, wilaya, watumishi wa afya nao wafundwa, kurasa watatu unaeleza habari hii kwa undani zaidi. Mwigulu atikisa matumizi serikalini, agiza fedha zielekezwe kugharamia miradi iliyosimama wa kandarasi. Pia neema yafunguliwa, uwezeshaji mtaji wachimbaji wadogo, ukurasa wa, wa dogo, sabaha gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, unaandika habari hii kwa kina. Sasa naondoka hapo kunako gazeti habari leo nikitupia macho gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Gazeti hili limeandika bima ya afya kwa wote sasa rasmi. Waziri Mchengero atangaza kuanzia Januari 26, 2026 kuanza kuanza. Lengo ni kuwapunguzia mzigo wa matibabu wa Tanzania. Dr. kuilapo awamulika wadai wa kodi ardhi, aeleza makamishna wa ardhi nchini wasaidizi kuhakikisha kila anayedaiwa anachukuliwa hatua za kisheria. Habari hii pia imeandikwa na mwandishi wa gazeti wa machinga sauti wa wanyonge katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kwa kina unaweza kujipatia nakala, kupata habari hizi ya maki dijitali, zaidi kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii, ambako huko pia habari hizi huandikwa kwa wingi. hech ya waongoza eh, wanachadema maandalizi mwili wa mzee mtei haya kamati ya bunge ya kutana kujadili sera ya mambo ya nje. Gazeti hili pia limeandika hayo, mtazamaji. Naondoka hapo e, nikitupia macho gazeti mwana habari, gazeti bora, nikiangazia habari zake kwa ubora zaidi. Bima ya afya kwa wote ya iva siku mia moja za Samia, serikali yatangaza kuanza rasmi, gharama ni shilingi laki moja na elfu hamsini kwa kaya E, wenye watu wasiozidi sita. Waziri Mchengero asema inaenda kupunguza mzigo wa matibabu kwa Watanzania. Haya, habari nyingine kunako gazeti Mwana Habari, rea Ecop za kubaliana kupeleka umeme wa jamii pembezoni mwa mradi wa bomba la mafuta. Habari hii kitajwa ukurasa wa tatu. E, gazeti Mwana Habari, habari nyingine sema MV Nyu Mwanza kuchochea ukuaji wa uchumi Ofisi za ardhi zapatiwa vifaa vya tehama 1429 eh, kuboresha utendaji. Katibu mkuu UWT apongezwa kwa kuunganisha walimu. Habari hizi na nyinginezo mtazamaji utazipata katika gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Tuhamie gazeti Mtanzania. Leo kazi ni kipaumbele chetu, kama ambavyo mimi asubuhi ya leo ninaipa kipaumbele kazi yangu. wanaotaka ning'atuke ni wahuni, unadhani nani anasema kauli hii? kama sio Joseph Butiku eh. Licha ya madai, eh, wa ya madai, watu wakidai ang'oke, amekwisha kaa muda mrefu, umri umekwenda na mambo mengine kadha wa kadha, lakini Joseph Butiku anasema wanaotaka ning'atuke ni wahuni tu asema eh. <laughs> Haya bwana, habari hii utaipata kwa kina ukurasa wa nne wa gazeti Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu wahitimu, chuo cha NIT wanafanya vizuri soko la ajira. Haya sawa, CTI yaipongeza serikali kwa eh, ukaribu wake na wenye viwanda. NSSF yatoa elimu ya kustaafu kwa wanachama wake. uringa ikomba misalaba wameleta mabadiliko makubwa CWT. Walimu hao wanasema ikomba misalaba wameleta mabadiliko makubwa CWT, habari hii imeelezwa katika gazeti Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu. Haya, gazeti ya Mzalendo ukweli na uwazi limeandika e, Butiku awambogo mbogo asema Eh, asema hata ngoka kirahisi rahisi. Mwalimu Nyerere Foundation asema wazee ni tunu ya taifa, waachwe bana, mwacheni butiku aendelee kupiga kazi <laughs> Mwalimu Nyerere Foundation. Waziri wa viwanda ahidi kuendelea kushirikiana na CTI. Wahitimu NIT wapewa mbinu za kupata ajira na kujiajiri. Mapinduzi makubwa uwezeshaji mitaji kwa wachimbaji wadogo. Tiseza yatoa wito wa Tanzania wawekeze fursa za mkoa wa Mara. Igo yaanza utekelezaji awamu ya kwanza Mkulazi. Habari hizi na nyinginezo nyingi tutazipata katika gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Mtazamaji, naondoka hapo nikiangazia gazeti Taifa leo. Hatua ya Trump kung'oka Kenya ni habari pia ambayo imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Baada ya miaka 78 kama mwanachama mwanzilishi wa shirika la afya duniani WHO, Amerika hatimaye amejiondoa rasmi kutoka shirika hilo la kimataifa la afya. Habari hii ni kamili katika ukurasa wa pili. Hatua ya Trump kung'oka Kenya miaka 78 E, akiwa mwanachama mwanzilishi wa shirika la afya duniani WHO Amerika hatimaye amejiondoa rasmi kutoka shirika hilo la kimataifa la afya habari ya ukurasa wa pili, gazeti Taifa Leo. Ida Odinga ateuliwa balozi sawa. Makenzi yapata pigo jingine, habari hii imetajwa katika gazeti hili. Afueni kwa wakuzaji majani chai ANC yakataa kufufuliwa na mahakama, habari imetajwa katika gazeti Taifa Leo. E, sawa. Gazeti huyo Ukweli Daima limeandika imetekelezwa, ni ahadi ipi iliyotekelezwa basi au miradi ipi? basi unaweza kujipatia nakala hii kupata habari kwa kina faida. Mabasi 99 mwendo kasi da, waziri mkuu aagiza tathmini ya miradi. Trump aiondoa rasmi Marekani WHO. Kiongozi awataka wananchi kuitunza miundombinu. Gazeti Uhuru Ukweli Daima unaeleza niangazie. Gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza bari iliokolezwa wino inasema bima ya afya kwa wote imebaki siku mbili kuiva. Habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Tanzania na inashika hatamu katika nakala za magazeti mbalimbali zilizoandika habari za kitaifa, kwa maana nyingine hapa nyumbani Tanzania. Dkt. Mugulu atangaza mkakati wa kubana matumizi. kiwanda cha sukari mkulazi chaanza kuleta tija. Kwa mujibu wa gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza habari hiyo ni kamili hasa katika ukurasa wake wa tatu. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Dkt. Mwinyi, misikiti itumike kutatua changamoto za jamii. Habari picha inamwonyesha SMT, SMZ kunufaika miradi mabadiliko tabia nchi. Habari nyingine inasema AU yaiondolea Gine vikwazo. Makosa makubwa ya jinai yalipungua mwaka 2025 CP Kombo anatoa hiyo takwimu. Watendaji kituo cha uokozi fanyeni kazi saa 24, maagizo ya kwake Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. eh, Mwigulu Mchemba. Skuli ya sheria yazindua mfumo wa usomaji mtandaoni gazeti Zanzibar Leo. Hilo gazeti Tumaini Letu limeandika wawata, eh, wawata wakanywa wasi rubuniwe habari hii imepamba ukurasa wa mbele. Serikali, viongozi wa dini kujenga nchi kuwa yenye hofu ya Mungu, muhimu hiyo. Mafundisho ya kanisa kuamulika wengine vile vile, habari hii imetajwa ukurasa wa tano wa gazeti Tumaini letu. Atilie mbali gazeti hili basi. Gazeti Mwana Halisi limeandika waziri wa JPM akimbia nchi, soma ukurasa wa pili. Warioba aitoa wa CCM mafichoni. Butiku na yakata kamba mbele ya waandishi wa habari ya waita wazee wenzake huko Dodoma. Edwin Mtei, gavana aliyegeukia siasa za upinzani na sasa ni marehemu. Vunja bei kupiga mabilioni ya walimu, habari ukurasa wa 8, gazeti Mwana Halisi. Gazeti El Nur sauti ya Waislamu limeandika mikakati tista 2026 yaifikia mikoa yote Tanzania bara na visiwani, yajipanga kutoa mafunzo kwa walimu wa EDK. Habari e, imeelezwa katika gazeti Elnur sauti ya Waislamu. Buriani Shaka Albin Musa, habari ikitajwa vile vile hapo. Mkutano mkuu Tampro kesho, miradi ya taasisi kuanza Februari ni kwa mujibu wa gazeti Al Nur sauti ya Waislamu. Huku gazeti Raia Mwema Muungwana ni kitendo likiandika, mawaziri mpeche mpeche kufyekwa, tathmini ya kina yafanyika siku mia moja za Samia. Mawaziri mpeche mpeche kufyekwa, tathmini ya kina e, yafanyika. Unaanzaje kumliza kikungwe huyu? Gazeti hili linauliza. Buriani Mzee Edwin Mtei Kikwete wazee kujadili hatima ya nchi miaka 33 ya tamu chungu Chadema bandari da na kala mwema, Mungwana, ya Tiafura nakala hii ya gazeti Raia Mwema muungwana na kitendo inatamatisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Tunayo sehemu ya pili kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani ambayo hiyo tutaiangazia punde tu baada ya mapumziko mafupi. Kumbuka magazetini leo inakujia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu. Jina langu ni Dorcas Daniel. Kwa maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev ES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 Nam, karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani na hasa, ukiwa mwanamichezo bado hujachelewa. Hivi sasa ni saa moja dakika 39, eh, kwa saa za hapa Tanzania. Bado tuna nafasi nzuri sana wikendi hii ya tarehe 24 mwezi wa kwanza 2026 kuangazia haya yaliyoandikwa katika nakala tofauti za magazeti ya siku ya leo. Wakati huo ukumbuke, habari kubwa michezoni huko ni jana, Yanga ikichapwa mbili kwa sifuri huko Misri, uwanja e, waliochezea mpira bwana. Basi mambo yote ya jana yameonekana katika runinga mbalimbali, matangazo hayo yakirushwa e, katika uwanja ule wa Alexandria, kwamba e, Al Ahly wamewachapa wanajangwani mbili kwa sifuri. Vipi kuhusu eh, Simba leo atakapokutana na Esperance? Vipi karata yako, mtazamaji, unaitupia wapi? Ni do or die unaambiwa. Mimi naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D Simbaya, mwanamichezo. Tutumie ujumbe wako, hata wewe unaitufuatilia kupitia kurasa zingine za mitandao ya kijamii kama TikTok, Instagram, tuambie karata yako leo unaitupia wapi. Nikianzia eh, ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti Habari leo gwiji la habari Tanzania. Michezoni, serikali yaipigilia msumari maandalizi, eh, serikali yapigilia msumari maandalizi AFCON 2027. TRA united yaichakaza KMC vilevile, eh, vile, <laughs> Simba mguu sawa Tunis. Pedro Abuya washinda tuzo Desemba. Kocha Senegal aeleza sababu za kutoa uh, timu haya. Naondoka hapo nikiangazia gazeti wa Machinga. Gazeti hili limeandika Rahim Shomari kutiwa Singida Black Stars. Yanga yaangusha alama tatu huko Misri. Mbea City yapindua meza ya mnasa dilunga. Habari nyingine nasema abu ya mchezaji bora mwezi Desemba. CAF yathibitisha nyota wapya kutumika Simba Sports Club. Habari hii imeelezwa ukurasa wa mwisho wa gazeti wa Machinga. E, spoti vile vile gazeti mwana habari michezoni limeandika Yanga ya lala mbili kwa sifuri dhidi ya Al Ahly, habari ambayo imetajwa katika nakala hii ya lamba tuzo za bodi ya ligi. Yanga ya lala mbili kwa sifuri dhidi ya Al Ahly, chama kibabage kuwavaa wa Tunisia. E, cha mulungu atua na mungo kwa mkopo Sajigwa kocha bora Desemba, championship. Habari kwa mujibu wa gazeti Mwana Habari. Sasa e, naondoka hapo nikiangazia nikiangazia, e, gazeti kumradhi, gazeti hili linatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Asante kwa nami nikutakie weekend njema. Maarifa ya kiroho, jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa con...